Kasiki yetu tunaepandaga, njia panda mwanangu, ishapasuka tairi ya mbele haponafik lakini bahati nzuri haijaua, wala ni wameumia umia tu kidogo, ndo anakimbiza hospitali hapo. Basi hapa kilomita sabini kutoka njia panda kuingia Chipiri. Ndugu zetu wameumiaumia wa Kongo, wa, wa Tanzania, lakini hajaumia sana La. Takiba nzuri gari yetu haijaua bana, haijaua imepasuka tairi mbele. Ndio hiyo hapo imepasuka tairi mbele ya dereva. Gari nzima gari iko fresh tu haina shida, gari iko fresh tu haina shida. Ah. Wewe bwana.